<laughs> Nataka uniambie hiyo ai umepatia nani unanichit. Mama Nyango unanichit at this age. Unanichit. Kaki kaki. Mama Nyango sasa sida ni nini yake? Sasa umetoka ushago umepanda kwanza umekuja na gari gani? Mbokenya Kenya. Ume... <laughs> <wame nipaka laughs> kama kabe. Umekuja na Mbokenya paka Nairobi sahi kuja kuniambia mambo ya message yake, Mama Nyango. Nataka uniambie hiyo ai iko wapi? I love you. <laughs> I love you too. Wewe unaniambia love you. Hiyo ai iko wapi? Nataka ai yangu. Mama nyangu, sasa unataka nikusaidie aje? Nipatie ai. Ni, ni text, I love you too. Wacha nikurudilia tena. Chukua simu yako wangalie. Na uri reply. Mama nyangu. Mama nyangu. Mama nyangu, nikume miss kupanda gari. Olat, lakini kaa ukijua hata ukienda South Africa usiponiambia I love you too... Mamu, kwanza niambie kwanza I love you too. I love you too mama nyango. I love you. I love you. I love you more. Mama nyango ulikumbe. I love you more. I love you more. <laughs> more.